Ila kabla haujaondoka, kuna jambo moja tu ulifahamu. Mlinde sana Melisa, mlinde sana Melisa, manake vita kubwa inakuja, vita kubwa imelejea. Hakikisheni kwamba mnamtunza na kumlinda sana Melisa yangu, ndo hayo uh, uh, basi sawa, mganga, wacha mimi niende. <coughs> Uh, vipi uh, mtukufu mfalme, mbona kama leo una mawazo mengi? Niambie, labda mimi askari wako unaweza, um, naweza nikawa na uwezo wa kushauri kitu. Kuna mambo mengi sana yananiumiza kichwa changu, lakini kuna jambo moja ambalo kwa kweli linanipa sintofahamu taa fulani. Ah, yaani mwanangu ii siku mbili tatu amekuwa akiendeshwa sana na mapenzi, sijui ni kitu gani ambacho kimuingia. oh, I'm very sorry sana mtukufu um, mfalme, lakini kwa hali ya kijana mimi naweza nikaielewa. uh, kama a grown man anapitia fezi kama hiyo ni kitu cha kawaida sana, lakini mimi binafsi yangu siwezi kuendekeza mapenzi, kwa sababu nikikumbuka, yalinitesa yaliniachia makovu makubwa sana mwilini. Yaani kikumbuka kipindi niko na mama Chanja. Ah. Yule mwanamke alivuruga akili yangu. Akanifanya nikaishi maisha ya kifukara, maisha ya kudharaulika. Kwa kweli, ah, si yapi nafasi kabisa kwenye akili yangu mimi. Ah, ujue kicho, muda mwingine akili zako zinakuwa fyatu, lakini kuna muda unaongea vitu sensitive. Kweli usemayo ni ya kweli, na mimi nashangaa wahenga hawa aliyeumba neno mapenzi kwa kweli hakuwashauri vijana kwamba ina maumivu. Mimi naogopa sana mwanangu Junior, akija akatendwa, akija akaingizwa kwenye mkenge, yani nitamuonea huruma sana mwanangu ah, yani natamani hata sijui nimshauri kitu gani, lakini ah, sijui ah. Unajua nini, Mfalme, yani mtu akishapenda anakuwa kama poyoyo, yani huwezi kumwambia kitu haoni A wala B, yani anakuwa amechanganyikiwa akili yake anakuwa yuko office kabisa yani. hawezi akaona wala aa akashaurika in short haya mambo hayawezi kushaurika. Yani mwanao kama ameshazama ni amezama mazima yani, kumtoa huko labda ni mwenyewe tu atake ah, kwa kweli wahenga hawakuwa nyuma kuna msemo wao wanasema kwamba ukistajabu ya Musa utaona ya Firauni kwa na kweli natamani niweze kumtambua huyu mwanamke ambaye anachanganya akili ya mwanangu anayefinyanga finyanga, anamfanya mpaka Junior anashindwa kufanya kazi yani. Juzi nimekuta amekaa mwenyewe anaboboja tu ololo, ololo, eh, yani nashangani mpaka kama anakuwa amechanganyikiwa hivi. Oh, yani mtukufu mfalme, wewe usione hivyo. Mtu ame, amependa mtu. Akishapenda anakula nyama mbichi, mtu anakuwa amechanganyikiwa, anakuwa <laughs> uh, sio mwenyewe pale. Mimi nakumbuka kipindi nafanywa heartbreak ya kwanza, nilichanganyikiwa nusu, nionekane kama chizi mtaa mzima. Mimi watu wananishangaa, huyu babu kawa vipi? Mbona alikuwa hatembei, amevaa magunia? Mimi nilikuwa naonekana yaani kama kama kituko, kituko tuko, tuko, tuko fulani hivi, yani kama babu fulani hivi ambaye kwanza nilikuwa siogi, nilikuwa sifani kazi yoyote ile, nimelegea chwele chwele kabisa, nikimwaza tu kipenzi changu mama chanja. Kwa kweli yani, huko siombi kabisa jengi akipigwa heartbreak hapa, kutokana na mtafaruku mkubwa sana kwenye kasi hili. Ah, ah ah ah, sasa naona unaanza kuvuka mipaka kicho wewe. Nimekwambia tu nilikuwa nakuhoji unipe ushauri, lakini naona unaanza kubabaja maneno ambayo wewe unaanza kumzungumzia mwanamfalme mara o akija akiachwa sijui nini lelelele. Naona akili imeanza kufyatuka tena. Ulikuwa unaanza kuongea maneno sensitive maneno ya muhimu, unaanza kunishauri vitu vya ajabu. Haya, emrejea kwenye majukumu yako, mimi nta, ntajua namna ya kufanya. Samahani sana mama, siwezi nikarudia tena hii, siwezi si nikarudia tena hii kosa, msamee, sitarudia. Mpumbavu <laughs> mtoto wewe, yani wewe binti ni mpumbavu sana, sikutegemea Melisa kama ungefanya mambo kama haya, yani wewe wa kutoroka nyumbani na kwenda kucheza nje, na unajua kabisa di, jinsi ilivyokuwa ni hatari kwako eh. Umeniaibisha kabisa, mwanangu, umeniaibisha. Samahani sana mama, atambua kwamba nimekuuzi Sitarudia tena kosa kama hili hivi. Watambua kwamba nusu leo uunguze hii nyumba? ni kwambie uangalie maharage, sija kaungua? Umeacha mpaka imeungulia, yameunguza sehemu yote ya jikoni. Watambua hilo e? Maharage, maharage tena maharage, maharage Unajifanya kama haujui kwamba haujui kwamba nilikwambia uangalie marage. Yani, una bahati tu sijamwambia baba yako, ningemwambia baba yako angekuchapa sana wewe. Yani, siku nyingine sitaki nikuone ukitoka humu ndani, hubaki humu humu. Hii tabia ya kwenda kucheza kwa maji, yani, sitaki kusikia kuanzia leo, sawa sawa? Mama, nimekuelewa sitarudia tena kosa mmoja wewe, sitaunia tena na nikuone, ole wako, nitakuchapa tena wewe. Aya, nenda kaoshe vyombo mara moja. Ah, yani, Melisa huyu jamani, mimi ananipasua kichwa yani. Watoto wa siku hizi aa, majenzi sijui wametokea wapi jamani. Yani mtoto unamwambia hivi anafanya hivi, unamwachia kazi anaacha. Haya, ona sasa, yani kaacha maragi mpaka imeunguza jiko. Ah, Yani ama hmm, msubiri babake kwanza kwanza arudi nje nimwelezee.